Jina langu ni Tula Mroge, nafanya kazi AGCOT Center, leo tarehe ishiinasaba mwezi wa 4 mwaka 2025. Tuna furaha kubwa sana kwamba tumezindua um, na sasa tumetoka kuwa Southern Agricultural Corridor of Tanzania na kuwa Agricultura Corridor of Tanzania, kwamba tutaenda kwenye, kwenye corido zingine ambazo kama unavyoziona hapa. o corrido ndio tumekuwa tunafanya kazi, lakini kuna central corridor ambayo hii na inahusisha reli ya kati, wakati hii inahusisha reli uh, mikoa ya reli ya Tazara, lakini tunaenda northern corridor ambayo inahusisha mikoa ya nyanda za juu um, kaskazini na Mtwara corridor ambayo inahusisha ule ile mikoa ya mpaka uh, na, na Msumbiji. Uh, partners wetu ambao tumekuwa tunafanya nao kazi katika SAGCOT corridor, lakini ambao wako maeneo mengi Tanzania akina Raha Asas, um, Kisitu Getia ya Roma, Silverland na wengine ambao tumekuwa tunafanya nao kazi, lakini products zao ziko tayari kwenye corridor hizi zingine ambako wanafanya kazi. Naitwa Nelson Joseph Kisanga, ni mkurugenzi mwenza wa Get Aroma Spices. Get Aroma Spices tuko mkoa wa Morogoro pamoja na nyanda za juu kusini. Kule nyanda za juu kusini tunasimamia biashara mali zaidi ya mia sitakwenye kituo cha Mbeya Food Park. Lakini leo hii tunafuraha kushirikiana na wenzetu wa AGCOT katika uzinduzi huu wa AGCOT. Tunajua kwamba jinsi AGCOT ilivyokuwa maana yake imefungua korido zake. Tulikuwa na Central, Northern na hata Mtwara corridor. Hii ni platform muhimu katika masuala ya linkages, lakini pia kufungua market ambazo zitakuwa ni sehemu nzuri ya, ya, ya, ya mauzo kwa bidhaa zetu. Kwa hiyo uzinduzi huu unatoa kama platform, lakini pia ni fursa kwa vijana na Watanzania wa jumla kuona fursa mbalimbali za value chain katika mnyororo mzima wa, wa, wa mazao ya mboga na matunda. Naitwa Prudence Masako, ni mkurugenzi mkazi wa shirika la kimataifa linaloitwa Care International Tanzania. Leo nimefurahi kufika hapa um, kwenye uzinduzi wa AGCOT Agriculture Corridor of Tanzania uh, na ilikuwa ni Sagot, amanaki, ilikuwa ni Southern Agriculture Corridor of Tanzania. Sasa hapa, manake, tunaenda kwa mapana zaidi. Sisi Care na Sagot tunafanya kazi nyingi kwa pamoja, kazi za kilimo kwenye vijana na sasa hivi tuna mradi wetu ambao uko Southern Corridor uko Mbeya, Njombe na Iringa, tunaangalia mambo ya kilimo safi cha kisasa smart agriculture. Kwa hiyo ni vizuri, na nimpongeze sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulifikiria hili, kwa sababu hiyo inaonyesha kwamba kila sehemu kuna namna ambavyo kilimo kinaweza kikaboreshwa na kikawa kilimo biashara. Asante. Naitwa Donald Mizambwa, program officer kutoka Agra. Niko hapa leo kushuhudia uzinduzi wa AGCOT kwa maana ya kutoka kwenye SAGCOT kwenda sasa kwenye AGCOT. Eh, hili ni jambo kubwa sana katika nchi yetu kuhakikisha sasa kwamba tunakuwa na corridors. Tumeona mafanikio ambayo yamepatikana kwenye corridor ile ya uh, Southern lakini sasa tunataka yale ambayo yametokea kule yatokee tena katika maeneo mengine. Kuna mabadiliko makubwa yametokea kiuchumi e, na mambo mengine ambayo tunatarajia, hizi korido nyingine nazo zikifikiwa katika mpango ule, basi kutaleta mabadiliko makubwa sana. Pia tunawashukuru AGRA kwa kushirikiana na serikali pamoja na NORAD kuhakikisha kwamba wanasapoti ATO katika kufanikisha jambo hili. Hello, ninaitwa Raha Loisi, mkurugenzi mtendaji wa Raha Farm. Nina furaha uh, niko Dodoma leo uh, siku nzuri kabisa ambapo tumekuwa kama unavyojua Raha ninalelewa na SAGCOT. Sasa SAGCOT tumekua mpaka kuwa AGCOT. Nini faida ya kuwa AGCOT? Manake tunatoka kuhudumia ile korido ambayo SAGCOT ilikuwa inakuwa inafanya kazi na, na AGCOT inakwenda kufanya nchi nzima. Hii ni fursa kwa wakulima na wadau wote wa mnyororo wa thamani kwenye kilimo kuambatana na mwavuli huu mkubwa wa AGCOT ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Kama mnavyojua, Raha nimekuwa kwa kasi sana nilipoanza kufanya kazi rasmi na SAGCOT. Sasa unadhani itakuwaje kwa AGCOT? Maana yake itakuwa ni zaidi, na sasa hivi raha fam tumefika mikoa mitano ambayo tuna vitalu kupitia support. Hivyo kupitia AGCOT tunakwenda kufika karibu nchi nzima. Kwa hiyo wakulima wetu wajiandae, tunakuja na AGCOT kufanya makubwa kuliko ambavyo walikuwa wanaona kwenye support. Sawa. Ya mimi naitwa Hongori natokea kampuni ya Mkombozi ya business enterprises. Sisi kwenye upande wa SAGCOT, ambayo sasa inakuwa AGCOT, tupo katika afya ya udongo. Ninashukuru sana e, taasisi asasi ya AGCOT kwa kuniwezesha kwa asilimia kubwa katika kutoa mafunzo ya afya ya udongo kwa wakulima wadogodogo, na kama tujuavyo katika kilimo e, suala la udongo ndio muhimu sana. Hivyo tunashukuru kwa jitihada za serikali kupeleka vifaa vya upimaji wa udongo nchi nzima, imetusaidia sana kurahisisha kazi hii kwa wakulima, na kazi yetu ya kutoa elimu kwa wakulima wadogodogo imekuwa ni rahisi ee. Kipekee napenda kutoa shukrani nyingi sana kwa SAGCOT kwa sababu imekuwa ni eh, msaada mkubwa sana kwa sisi wadau. Mimi binafsi nimefanya kazi na SAGCOT kwa muda mrefu na nimefaidika sana kuanzia ngazi ya chini mpaka hapa nilipofikia. E, mchango wa SAGCOT ni mkubwa na ni mategemeo yangu kwamba sasa hivi SAGCOT inavyokwenda kuwa AGCOT, E, wakulima wengi watanufaika kwa kiwango kikubwa. Asante sana. Kwa majina naitwa Doris Baktazar Kimati. Nimetokea Mwanza. Vilevile ni wanaushirika wa Mwanza. Pia ni Mwan, ni mjumbe wa bodi ya sakosi mwanawake Mwanza sakosi. Mimi ni mchakataji au ni msindikaji au vilevile ni muongeza thamani mazao ambayo yanaishi kwa muda mfupi. Nimekuja na ubunifu huu kona kona kwamba wakulima wengi wanalima zao hili na linaishi kwa muda mfupi, kiasi kwamba wanakosa mbinu nyingine za kuweza kurudi shambani kuweza kupata kipato. Kwa hiyo mimi nimekuja na ubunifu unaosema kwamba usindikaji wa product wa kuongeza thamani mazao unamwezesha yule mwanamke ambaye yuko shambani kuuza zaidi na kuweza kuwasaidia watoto ambao wanapata utapiamlo wa kutokana na kupata kukosa pesa ambazo za kujikimu au wazazi kuwasaidia lakini mimi nikinunua mazao yao nikayaangeza thamani basi watapata kipato na familia zitaweza kuwa endelevu. Naishukuru hii AGCOT kwa kuwa hapa inaweza, tunawakaribisha pia wafike Mwanza waweze kutuinua wakina wajasiriamali wote nao unaohusika na mambo ya mazao AGCOT ikifika Mwanza Itawawezesha akina mama wa sakosi Mwanza, sakosi itawawezesha wamama wa ushirika Mwanza, na vilevile itainua kipato cha akina mama wote ambao wana ubunivu mkubwa wa zao lolote lile la kulima hapa Tanzania.